Shalom, shalom, mtu wa Mungu, nikukaribishe tena katika mwendelezo au wa maisha ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Ujune. Mtu wa Mungu, leo ninaanza kwa swali kidogo. Je, binti, kijana, mtu yoyote mcha Mungu yoyote, una andiko gani ambalo mara nyingi ilo andiko unalipambania na unalichuchumilia kwamba mimi, ili andiko lazima nitaliishi? ni kwa nini ninaongea hivi? Ni kwa sababu aa, moja andiko ambalo shujaa mpambanaji sifa Bonaventura Bujune alikuwa akihangaika nalo sana ni Mathayo kumi na tisa kuanzia mstari wa kumi sana, anasema kumi na mbili ndio nayo niusu sana. Anaanza kwa kusema kwamba ninamshukuru Mungu sana kwa wokovu, lakini zaidi ninatumia muda mwingi kufafanua na kuongea. Ni kwa sababu hata mimi kufika hapa ni kwa sababu waliongea sana, nilisikia sana. Anaanza kwa kusoma kitabu cha Mathayo kumi na tisa kuanzia mstari wa kumi. Pointi kubwa ya kwake ipo kumi na mbili e, pale ambapo inasema wako matoashi waliofanywa wako matoashi waliozaliwa hivyo hivyo, lakini pia wako matoashi wa kujifanya. Anasema mimi ni toashi wa kujifanya, nimeamua haya maisha e, ya kuwa toashi wa kujifanya. Ni kwa sababu gani? Anakwambia kwamba uh, kiongozi wangu mara nyingi amekuwa akifufanua kwamba uh, ufalme wa Mungu unatekwa sana na wenye bidii, wenye kutafuta kujipendekeza sana kufanya ndio ufalme wa Mungu natekwa na watu wa staili kama hiyo. Kwa vingi ni unafanya unavofanya, lengo lako kubwa linakuwa li, ni kwamba kwenye hiki ninachokifanya, basi takuwa karibu sana mimi kumsogelea Mungu. Moja ya kitu ambacho nimejifunza na nikasema ah, kumbe hatua ya shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune, ah, moja ya kitu ambacho kilikuwa kinamsaidia zaidi ni kwa sababu alikuwa na andiko ambalo alikuwa natamani sana kuliishi. Nikafikiri sana kwamba mimi nina andiko gani, wewe una andiko gani? Lakini pia katika kusoma andiko hilo, anasema basi mimi ninawakaribisha na eh, eh, nawakaribisha kwenye, ili andiko yoyote ambayo utatamani kuliishi. Ni kweli kwa mabinti na vijana kuliishi andiko lile ni kazi kubwa sana lakini unakuta yeye kwa moyo kabisa wa kupenda moyo wa kumpenda Mungu alipambana sana kulishi andiko la Mathayo 19 kuanzia mstari wa kumi. Alipambana sana, alipambana na lengo lake kubwa, alikuwa akipambana kuishi maisha utoashi, ni kwa sababu tu a, ilikuwa ni njia bora ya yeye kumsogelea Mungu. Maisha yote ambayo tunakuwa tunayaishi eh, hapa chini ya jua, tunatafuta maisha ambayo ni rahisi kwa wewe kumsogelea Mungu unakuta yeye alichagua maisha ya utoashi zaidi, anazidi kukusisitiza na kumshukuru Mungu sana, kusema Mungu ninakushukuru kwa sababu umenisaidia. Na ni kweli Mungu, umeniponya kansa ya maziwa, umeniponya kwenye homa za mara kwa mara, umeniponya minyoo, lakini zaidi ninashukuru Mungu kwa sababu umeniponya umenisaidia umetuliza mwili wangu na akili yangu, kwa sababu binafsi sikufikiri kama inawezekana leo uh, ah, shujaa leo Sifa Bonaventure Bujune nikachukua maamuzi kama haya e, ya kuamua kuwa wakwako milele. Sikuona kama inawezekana, zaidi nilichokuwa nakiona tu, nilikuwa naona tu kuolewa sana, nilikuwa naona kuolewa, kuolewa, nikija kuolewa, nikija kuwa na watoto. Lakini pale ambapo mimi Sifa Bonaventure Bujune ninafikia hatua kama hii basi ninaona ni mkono wa Mungu sana. Ndugu mtazamaji wangu, moja ya kitu ambacho kimenishangaza sana ni maisha ya yeye aliyoamua kuyaishi, lakini pia kutembea na andiko lake muda wote. E, ilo andiko alikuwa mara nyingi hata mzee alikuwa akihubiri akisema tu kumi na tisa hiyo, basi yeye anaweza kulitilika lote, ni kwa sababu ni andiko ambalo alikuwa akipambana sana kuliishi akiwa alikuwa akipambana sana lile andiko, basi liwe kwenye maisha yake. Na ni kweli, kwa kipande kikubwa unakuta andiko hilo amelishi. Basi mimi mtu wa Mungu, nikukaribishe tena wakati mwingine, lakini zaidi ni kushukuru kwa kunifuatilia. Amen.